Wedogo, acha kuturikodi mzee. Ukisubuti kupiga tua ya pili na kupasua ubongo, sitanii. Nimekukosea sana, nimekukosea sana. Hata kama nilikuwa nimelewa. Sawa, nilikuwa nimelewa, kwa nini haujakataa? Nilikataa sana lakini... <laughs> Ezi, ulikuwa unanifosi hati. Nilikuwa na kufosi mimi, nilikuwa na kufosi. Ulikuwa unajua kama nimelewa. Umenikosea sana heshima. Hivyo unanichukuliaje eh? Unachukua mimi mlaisi sana, si ndio? Yaani mimi unanichukua kama wanawake wako mtaani. Yaani ulishindwa ulishindwa kuniona kama dada yako. Kama dada yako ukaniacha, ukaamua kufanya hichi kitu, si ndio? Naomba samani, naomba unisamee. Nimekosea kiukweli. Nikusamee? <laughs> Siwezi kukusamee Chris. Naomba uchukue kila kilichokuwa cha kwako uondoke. Hapana na, hapana, naomba unisamehe kwa kweli, ni shetani tu vile alinipitia. Yaani hii haitajirudia tena, nilishindwa tu kukaza kutokana na shetani vishawishi, na ukizingatia mimi ni mtoto wa kiume, lakini na, na, na, na kuahidi hii haitajirudia tena, nitakuheshimu kama dada yangu na kuomba tafadhali <coughs> ni muoga eh? Ah, usijali Jordan. Uh... unakumbuka hivi kipindi cha nyuma uliniambia kwamba unanitaka? Acha masiara, unaleta disi gani hizo sasa? Niambie, kuna tatizo gani huko nyumbani? Yudani, nimekubali sembu <laughs> bwana. <laughs> Unajua nataka kutoka sasa hivi, embo, acha masiara basi, ongea kile kilichokuleta. Kama kuna tatizo tulisovu. Acha basi hizo wasuri. Ufata nyumbani, ukaniambia kwamba unanipenda, unanitaka nimejiridhisha na wewe yeah. Nimekubali semu bwana, au umekuja na mwamba? Nimekuja kwene rahisi, nakutania shemu. Jua unazingua ujuu afu akili yangu mimi nikishaonaga hivyo vitu tu na pagawa, nachanganyikiwa ujue. Mi nitaipiga kweli, ujue. Jordan, mi nataka hivyo hivyo, ipige. Hakikisha unaipiga mpaka inachanganyikiwa.